Au wakaingia haujachelewa, mjomba. Uhali gani, mwana mwanabaraza? Natumai kwamba umzima na kuwa ubueri wa afya. Karibu katika baraza yetu ya leo na ujihisi kuwa huru wa usemi na hasa kauli yako mwanabaraza. Leo nimeona vyema, haswa tuzingatie karatasi ya pili, karatasi ya pili, karatasi inayotainiwa katika shule za upili nchini Kenya mwanabaraza. Uh, kuna sehemu ya ufupisho, kuna sehemu ya ufupisho. Ufupisho ni sehemu ambayo inatahiniwa katika uh, sehemu ya ufahamu katika karatasi hiyo ya pili, katika shule zetu, shule za upili mwanabaraza. Uh, tujadili swala hili la ufupisho, ili tuiweke katika mzani, tuiweke sehemu ambapo labda hapa wanyooka kuwa sambamba Uh, sehemu ya ufupisho hutainiwa na huwa na alama takriban 15 katika karatasi ambayo ni dhabiti karatasi ya pili mwanabaraza. Uh, ufupisho ni nini? Ufupisho ni nini? Ufupisho ni kule kupunguza au kutumia maneno machache katika habari ambayo mwanafunzi au mtu yeyote yule ameisoma kwa urefu kisha kule kufupisha ama kutumia maneno mafupi zaidi ya yale ambayo yametumika pale. Uh, ni, ni, ni namna ya kufupisha. Kwa hivyo, ufupisho ni kule kutumia maneno mafupi ikilinganishwa na matini ya awali ile ambayo kwamba imesomwa na mtu yeyote mwanabaraza. Hivyo kuna baadhi ya kanuni au masharti ambayo hufuatwa ili kuhakikisha kwamba ufupisho wako upo sambamba na kuwa unaweza kujizolea alama zaidi zaidi ya yale ambayo kwamba yanatarajiwa. Naam, ufupisho hutumika sana sana katika taaluma mbalimbali. Kuna baadhi ya taaluma ambazo hutumia ufupisho katika baadhi ya kazi zao za kila siku. Mwanabaraza, umewahi uh, kukumbuka ama kuona uh, mwanahabari anapojaribu kuandika habari, ana kwanza taarifa ile inatoka katika muhtasari wake, hivyo ufahamu pia Uh, unaweza ukaletwa katika njia ya ufupisho ambayo pia huitwa muhtasari. Kwa hivyo ule muhtasari ni ufupisho wa baadhi ya jumbe ambazo zipo katika habari hile mwanabaraza. Hivyo katika vyombo vya habari wanaandika baadhi ya, ya, ya kazi zao katika ufupisho kabla ya kuleta ujumbe ambayo ni kamili zaidi. Uh, kuna katika uandishi wa ripoti, kumbukumbu na hata uandishi wa habari nam mwana baraza, umejiuliza kwamba ni kwa nini tujifunze ufupisho? Ufupisho huwa na kazi zake mbalimbali mbali. Kwanza ufupisho hupunguza urefu wa mambo ambapo kwamba e, ikiwa urefu wa jambo fulani unaweza ukachosha habda, labda kusoma au kusimulia, unaweza ukaisema ama kuwasilisha jambo hili kwa ufupisho wake. Mara nyingi unaweza kuingia katika afisi za serikali, labda mtu ana shughuli nyingi anakuambia, jaribu toa jambo hilo kwa ufupi ili niweze kuendelea na shughuli zingine, hivyo utatoa muhutasari wa kile ambacho unastahili ama unahisi. Mwanabaraza, ufupisho pia hurahisisha uhifadhi wa ufahamu. Ikiwa jambo fulani linaweza kutokea kwa urefu fulani, inaweza kuchukua nafasi kubwa na kuitunza, inaweza kuwa ni mwana baraza, hivyo kupunguza na kuiweka katika muhtasari urahisisha kule kuweka habari zile kwa wingi zaidi na kwa taarifa ambazo ni nyingi zaidi. Ya ukiweka jambo lile kwa ukamilifu, huwa huchukua sehemu kubwa sana ya nafasi. Um, ufupisho pia husaidia ama kurahisisha muda wa kusoma. Jambo ambalo limeandikwa kwa ufupi huchukua muda mfupi kusoma na kueleweka kwa ufupi na kuhifadhi muda ule ambao kwamba unatumia katika kusoma kazi hile. E, jambo la mwisho pia ni kwamba ufupisho huokoa fedha za matumizi katika kupunguza gharama ya nafasi ya uandishi. Mara nyingi kwa waandishi, haswa vitabu na hata magazeti, jinsi unavyoandika kwa wingi, ndipo gharama ya kazi ile inazidi kuwa nyingi mwana baraza. hivyo ikiwa utaandika jambo hili kwa ufupi, inaweza ikahifadhi na kuokoa gharama ya kuchapisha kazi hile. Hiyo ni njia mojawapo ya uh, ufupisho kuokoa fedha na gharama katika uchapishaji mwanabaraza. Naam mwanabaraza, hizo ni baadhi za sababu za sisi kujifunza ufupisho. Naam, uh, tuangalie ni kwa nini mwanafunzi anaweza kukosa kupata alama zinazotarajiwa haswa na mwalimu au labda yeye katika kazi ya ufupisho. Kwa namna nyingine ni kwa nini mwanafunzi anaweza akaanguka katika sehemu hii ya ufahamu, fahamu ufahamu wake wa pili ya ufupisho. Uh, kwanza mara nyingi jambo hili hutokea kulingana au kufuatia o, kule ku, kutilia hamnazo kwa mwanafunzi. Mwanafunzi anapotilia hamnazo au kupuuza baadhi ya kanuni katika sehemu hii, ndiposa anaweza kukosa alama zaidi anazotarajia, mwana baraza. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo ambayo mwanafunzi anapuuza au mwanafunzi, wanafunzi wengi mara nyingi hupuuzia kusababisha sehemu kama hili. Mwanafunzi, mara nyingi wanafunzi huwa na udhaifu kama huu, mwanabaraza. Mwanafunzi anaweza kutosoma kwa makini taarifa ambayo kwamba ame, u, imewasilishwa katika ufahamu hule. Kumbuka, usiposoma ufahamu unaweza kukosa namna ya kufupisha kazi hile, kwa sababu huwezi ukafupisha au kueleza ujumbe ambao kwamba upo kwenye ufahamu ambao hujausoma, mwanabaraza uh, Jambo lingine ambalo linaleta matatizo katika uh, ufupisho ni kutotambua haja kuu na kuhakikisha ama kutonukuu kazi ambazo zipo pale, umesoma lakini hujanukuu baadhi ya maneno au ujumbe kuu katika uh, ufupisho hule ama katika ufahamu mwanabaraza. Uh, jambo lingine ni kutozingatia idadi ya maneno ambayo uh, swali huhitaji. Labda swali imehitaji mwanabaraza kuwa mwanafunzi atumie maneno sitini, hivyo hajazingatia maneno ambayo kwamba swali linahitaji, labda amepitiliza au labda maneno yake yamepungua. Mambo kama hayo huleta uh, mambo ambayo yanaleta taafa haswa katika mwanafunzi kupata alama ya kazi hii. Uh, jambo lingine ambalo linaleta sababu ya mwanafunzi kuanguka katika sehemu hii ni kutozingatia sarufi, kutozingatia sarufi na tahajia sahihi. Labda katika maandishi, katika maandishi yako sehemu ile, katika mchakato wako wa kufupisha, hujatumia uh, sarufi vizuri, hujatumia alama za uakifishaji vyema umetumia uh, mambo ambayo labda inaleta upotovu na maana ambayo kwamba inajitokeza katika ufahamu wa ufupisho, ufahamu kuu ule wa awali, mwana baraza. Uh, jambo lingine ambalo linasababisha mwanafunzi kuanguka katika sehemu hii ni kutoonyesha idadi ya maneno, kutoonyesha idadi ya maneno mwishoni mwa taarifa iliyofupishwa. Mwanafunzi baada ya kumaliza unastahili kuonyesha umetumia idadi gani ya maneno ambayo una umetumia uh, idadi gani ya maneno katika taarifa yako ambayo tayari umefupisha. Hivyo ni vyema uandike uh, idadi ya maneno ume ambayo kwamba umeyatumia katika kuandika uf ufupisho wako. Uh, zaidi mara nyingine unakuta kwamba mwanafunzi anakosa kuhesabu au labda anapuuza kuto kuhesabu idadi ya maneno ambayo ametumia, na kudanganya katika idadi ya maneno. Ametumia maneno tisini lakini atasema kwamba ametumia maneno sitini labda na tano, ili kuhakikisha kwamba ameandika. Anafikiri kwamba labda, uh, mtahini, mtahini yule labda atakosa uh, kuhesabu maneno ambayo ameyatumia. Jambo hili huleta tafash aswa katika mwanafunzi kupata alama anazotarajia mwanabaraza. Hivyo, hizo ni baadhi za uh, udhaifu wa mwanafunzi katika kupata alama hizi mwanabaraza katika sehemu ya ufupisho. Mwanabaraza, uh, tupambanue au tuone ni hatua zipi mwanafunzi anastahili kufuata ili kuandika Uh, ufupisho ambao ni murwa, ufupisho ambao unaleta uh, tija katika kazi yake ya ufupisho. Uh, hatua ya kwanza mwanafunzi unastahili kusoma kifungu ambacho umepewa kwa umakini, ili kupata habari barabara. Habari ambayo kwamba utatumia katika ufupisho wako mwanabaraza. Kwa hivyo unastahili kusoma kazi hile ama ufahamu ule kwa makini sana ili kupata ujumbe kuu ambao kwamba uh, mwandishi aliweka pale ama ali, uh, alitaka kuonyesha katika ufahamu ule. Uh, jambo lingine ni kwamba rudia kusoma habari tena ili kupata maana kamili ya habari nzima. Uh, unaweza ukasoma mara ya kwanza lakini uwe umepita mbio au labda kuna jinsi sehemu fulani hujaelewa vizuri, kwa hivyo ni vyema sana ujaribu na usome kazi hile kwa mara ya pili ili kuupata uh, ujumbe ambao kwamba labda uliweza kuwa uh, au kuiona ama ulipita kwa bahati ambayo kwamba si nzuri, mwana baraza. Hiyo ni hatua ya apili. Hatua nyingine ni kwamba upambanue mambo au hoja muhimu katika uh, ufahamu ule. Kwa hivyo unastahili kunukuu au labda kuonyesha kwa alama sehemu ambazo zimebeba ufahamu au mambo makuu na hoja muhimu katika ufahamu ule, ili usije ukayaacha uh, mambo ambayo yalitokea katika ufahamu ule katika ufupisho wako mwanabaraza. Hatua nyingine ambayo kwamba unastahili kuzingatia zaidi ni kusoma maagizo ya maswali ya ufupisho. Usome maagizo ya swali la ufupisho. Ni kupitia yale maagizo utajua kwamba swali hili linahitaji maneno mangapi, mwanabaraza. Ikiwa ni sitini, utaangalia kwa umakinifu na upate kwamba, uh, umepata idadi kamili ambayo kwamba swali linahitaji mwanabaraza. Hatua nyingine ni ni kulinganisha. Baada ya kuandika ufupisho, ulinganishe taarifa ambayo kwamba inajitokeza katika ufupisho wako na ile taarifa ambayo ipo katika uh, ufahamu uh, asilia ya mwanabaraza. Hii itakusaidia kujua ikiwa kuna ujumbe fulani au kuna taarifa ambayo ume- umepita ama umekwepa au kupitiliza, mwanabaraza uh, hivyo Kulinganisha na kulinganua itakusaidia ujue baadhi ya ya ya maneno ambayo umeyatumia, na hasa labda ujumbe ambao kwamba umetumia ni sahihi, kulinganisha na ile ambayo kwamba ni hasili mwanabaraza. Uh, hatua nyingine ambayo, uh, ni ya mwisho, hatua nyingine ni kwamba, hesabu maneno, baada ya ku andika ufupisho wako, uhesabu maneno ambayo umetumia katika ufupisho ule. Ikiwa ni maneno sitini, andika maneno sitini. Na ukijaribu kwamba labda umeongopea, labda mtahini atachukua muda wake na kusahihisha kazi ile kwa kuhesabu idadi ya maneno ambayo mwanafunzi ametumia, na anapopata kwamba umetumia maneno zaidi ya yale ambayo kwamba yanatarajiwa au yamepungua ikilinganishwa, e, na idadi ambayo kwamba swali linahitaji, basi hapo a, e, kushuka e, mchongoma itakuwa ni ngoma zaidi. Naam, hivyo bila shaka tunaweza kuangalia mfano huu. Mfano wa swali, swali la ufupisho inauliza uh, swali hili linahitaji idadi ya maneno kama inavyoonekana kwenye kiwambo chako, na unastahili kufuata maagizo jinsi ambayo kwamba uh, ime- imeelezwa na swali. Uh, mwanabaraza, ukiangalia sehemu hii ya ufupisho, kuna sehemu mbili, kuna sehemu ya matayarisho ambayo kwamba huitwa nakala, sehemu ya nakala chafu au sehemu ya maandalizi. Hii ni sehemu ya mwanafunzi kuandika kazi yake kwa awamu ya kwanza. Unaandika kisha baadaye. Hii ndio sehemu ya kusahihisha kazi yako, kuhakikisha kwamba umetumia maneno yanayohitajika, maneno ambayo idadi yake ni sahihi kulingana na swali inavyohitaji. Hii ni sehemu ya wewe kufanya matayarisho yote, ili baadaye unapoandika katika nakala safi utaandika kazi safi, kazi ambayo haina mushkili yoyote. Mwanabaraza, katika sehemu kuna sehemu ya uh, nakala safi. Sehemu ya nakala safi ni sehemu ambayo unaandika kazi ambayo tayari umesahihisha, kazi ambayo pia haina mushkili, labda idadi ya maneno umeangalia, umesahihisha, ukaafiki kwamba idadi ya maneno ni kamili kulingana na jinsi swali inavyotaka. Hivyo, hii ni sehemu ambayo haistahili kuwa na mawaa. Ah, jambo lingine ni kwamba mara nyingi katika kazi hii kwa sababu ni kazi inayostahili eh, inachukua muda mrefu sana. Kumbuka kuna kusoma kwa mara ya kwanza, unasoma mara ya pili, kisha baadaye unaandika kazi ile, unahakikisha kwamba umesahihisha, kuhakikisha kuwa umefuata maagizo ya maneno ambayo yanahitajika. Hivyo mwanabaraza, sehemu hii huchukua idadi kubwa sana ya, ya ya ya nafasi ya mwanafunzi katika kufanya mtihani huu. Kwa hivyo mara nyingi wanafunzi wakimaliza wenyewe, unaweza kukata sehemu ile kwa kutumia alama ambayo kwamba mstari, hivyo kukata, kuhakikisha kwamba labda sehemu ile ni sehemu ambayo haistahili kusahihishwa. Hiyo kukata inaonyesha kwamba haistahili kusahihishwa lakini ikiwa kuna muda ambao kwamba mwanafunzi atapitilizwa na muda kisha akose kuandika nakala safi , basi mtahini atakuwa uh, na na muda ama ni haki, mtahini atasahihisha sehemu ya nakala chafu na kumpatia mwanafunzi alama. Hivyo unahimizwa kama mwanafunzi, usiwe na mazoea ya kukata nakala chafu ikiwa bado hujatamatisha kuandika nakala safi utakapokata nakala chafu. Hivyo, ikiwa hautopata muda wa kuandika nakala safi, basi kazi yako utakuwa umefanya kazi ambayo ni kazi ya bwerere, hautopata alama kwa sababu tayari umekata kazi yako na kuonyesha kwamba mwalimu au mtahini hastahili kusahihisha kazi hiyo, sehemu hiyo. Hivyo utakuwa kazi yako umeenda ukafanya juhudi hizo kwa uh, itakuwa ni bure mwanabaraza. Hivyo nikitamatisha, mwanabaraza la ziada ni kwamba uh, ujanja haswa, mara nyingi katika uandishi wa ufupisho huu ni kwamba Uh, mwanafunzi, ikiwa kuna maneno mengi ambayo yanaweza kuwakilishwa kwa neno moja, basi ni vyema hutumie neno moja badala ya kutumia maneno mengi. Kwa mfano, ikiwa kwenye ufahamu kunaweza kuwa na maneno kama vile e, gari la polisi lilipita mbio kwenda kuwasaidia majeruhi, unaweza kusema kwamba uh, ukaradinga lilipita mbio kwenda kuokoa majeruhi, hivyo Uh, ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba umepunguza idadi ya maneno katika sehemu ya ufupisho, mwanabaraza. Uh, kwa hayo mengi au machache, ningependa kukutakia kila laheri na kuwa tuweze kupatikana tena katika ukumbi ujao, mwanabaraza. Kumbuka hapa ndipo sehemu ya ambapo tunajumuika kwa pamoja na kuhakikisha kwamba tumenyoosha sehemu yoyote katika lugha yetu ashirafu ya Kiswahili. Na hii ni njia mojawapo ya kuhakikisha katika uh, jumuiya hii kuwa lugha hii ni lugha ambayo imeenea na kwa uthabiti wake uendelee kuwa lugha ya uashirafu jinsi dhabiti inavyohitajika, mwanabaraza. Hivyo nakutakia kila laheri, na jalali akinijalia tuweze kuonana tena katika ukumbi ujao. Shukran hama. Kweli harusi imefana, tena ya kihistoria pande zote, baba na mama.